Jina langu ni Lilian Pinga, kaimu mkuu wa sehemu ya mazao ya bustani na Pareto kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko ambayo inajulikana kama COPRA. Leo hii tuko hapa mkoa wa Mbeya na tuko Mbeya vijijini, ambapo tuko kwenye kata ya Ilembo. Tumefanya mafunzo na wakulima, na lengo la kufanya haya mafunzo kwanza ni kuhakikisha kwanza tunaongeza uzalishaji kwamba wakulima wanapata mbinu bora za uzalishaji wa zao la pareto, ili tuweze kuongeza tija na uzalishaji. Lakini pia si kuongeza uzalishaji tu, ni pamoja na kuongeza ubora, kwa sababu ubora wa pareto unaanzia shambani, unaanzia kwenye mbegu. Kwa hiyo tunatoa haya mafunzo tangu hizo mbegu ambapo tulikuwa tumezigawa, tunataka kufahamu uotaji wake, lakini utunzaji wa hizo mbegu zikiwa kwenye kitalu, zikiwa shambani, kipindi cha mavuno, tunavunaje, tunahifadhi vipi, mpaka hatua ya kupeleka kwa mnunuzi. Kwa hiyo mafunzo haya yanaendelea katika hiyo mikoa ambayo ni Arusha, Manyara, Iringa, Njombe, Songwe na Mbeya. Kwa hiyo pamoja na hayo kwamba tunafundisha namna ya kutunza, kutoka shambani mpaka baada ya kuvuna lakini pia serikali imeona iongeze nguvu kwenye miundombinu. Serikali inaenda kujenga uh, miundombinu ya kukaushia pareto ambavyo ni vikaushio ambavyo jumla yake viko mia moja na tunaenda kujenga kwenye hii mikoa yote niliyoisema ambayo inaenda kuzalisha pareto. Mafunzo haya uh, kwanza yatakuwa ni mafunzo endelevu kupitia uh, haya mafunzo ya awali ambayo tayari tumekwisha kuyafanya tumebaini kwamba uhitaji ni mkubwa. Wakulima wanahitaji mafunzo kuanzia hatua ya upandaji wa kuatika mbegu kwenye vitalu aa, namna ya kutunza vitalu, lakini pia baada ya kupeleka miche yao shambani aa, pamoja na namna gani ya kuvuna, namna gani ya kutunza maua yao. Tumeona bado elimu inahitajika sana na tumebaini kwamba imekuwa ni sababu mojawapo kubwa ambayo inafanya pareto inayozalisha isiwe na ubora. Kwa hiyo tutaendelea kufanya haya mafunzo um, maeneo yote yanayozalisha kama ambavyo tayari tunaendelea, kama nilivyosema, leo hii sisi tuko Mbeya, lakini tunaendelea na haya mafunzo Arusha na Manyara, tunaendelea Iringa na Njombe. Hatutaishia hapa, tutakuwa na mpango mwingine ambao tutakuja kutoa mafunzo kwa maafisa kilimo maafisa ugani ambao wako maeneo haya yanayozalisha pareto, lakini pia hatuishi hapo. Tutakuwa na mpango mwingine ambao tutapita aa, kufanya, kufanya semina na mawakala kwenye vile vituo vya kukusanyia pareto, kwa sababu katika maeneo mengine ambayo tumebaini kwamba yanasababisha kutokuwa na pareto iliyo bora ni namna pareto inavyotunzwa baada ya kuwa wameinunua kutoka kwa wakulima. Kwa hiyo tutakuwa na mpango ambao uh, tutaendesha semina na mafunzo naweza nikasema kwa mawakala, lakini pia kukagua vile vituo vya kukusanyia pareto, kwa sababu vina vigezo vyake, kwamba vimetimiza vigezo. Pareto inapoenda pale, inapotunzwa kabla ya kwenda kwa, kwa mnunuzi wa mwisho inakuwa imetunzwa kwenye mazingira ambayo ni sahihi, ambayo yanasababisha ubora wa pareto, ambayo ni sumu ile ambayo ndio inayopimwa kwenye ki ki ki inayopimwa kwenye ubora wa pareto kwamba ipo vile inavyotakiwa, ili tuweze kufikia malengo. Naitwa Anangisie Mwankina Sanga, mimi ni mkulima pia ni mkulima bora wa pareto Tanzania. Naishauri serikali tuweze kusaidiana namna ya kufundisha huo ubora na viongozi wangu wa kopra ubora wa vikaushio vya serikali pale naomba kwamba kuna ushauri ambao wanakosea kuvijenga, ambao vile vikaushio vile wamevue, wamejenga pipa, wameweka waya mechi. Sasa mkulima, hakuna kitu ambacho kimezuia penye pipa pale, ili ile pareto yale mawaya yale yaweze kukaushia kwa kutumia moshi na joto. Sasa mkulima anachoma kuni mpaka kuvipeleka. Iomba serikali kwamba iweze kutoa elimu namna ya kujenga vile vikaushio vizuri, ili mkulima aweze ku, ani kukausha pareto vizuri ili moto ule anapokoka ule moto usiende kwenye waya mechi, uishie kwenye pipa tu, pareto ile ikaukie moshi na joto. Sio kwamba kukoka moto mpaka kule, hapana. Naomba serikali ifanye hivyo, tunaishukuru pia serikali, naomba kufanya hivyo vitu sipokuwa wakulima wapate elimu namna ya kujenga namna ya kukoka ule moto, maanake ile pareto isiungulie pia naiomba serikali iweze kutoa elimu sahihi ya kuweza namna ya ukaushaji wa maua kwa njia ya vikaushio vya serikali. Na naitwa Aronya Richard Mwambamba na ni mkazi wa Irembo hapa kijiji cha Irembo. Tumeanza kukimbilia zao la viazi kwa sababu zao la pareto bei imeanza kuwa chini. Hiyo ni changamoto pia kwetu sisi wakulima wa zao la pareto. Elimu hii ambayo tumeipata inaenda kuzalisha zao la pareto, na tumeipata hii elimu, na tulikuwa bado elimu hii haijatufikia sisi wakulima. Kwa sababu tumeshoipokea elimu hii, tunaenda kuisambaza kwa wakulima wengine baadhi na kwa, kwa watu wengine na pia ita, itawafikia hii elimu, na bado elimu hii ilichelewa, lakini kwa sasa tumeshoipokea na itatoa mafanikio makubwa kwetu sisi wakulima, kwa sababu tumeshoipokea hii elimu, vitu ambavyo vilitupeleka kwamba tusipate pareto bei, na pia kuta kupata elimu kwa wataalamu. Kwa majina naitwa Elias Shizia shiii Mwalende ni mkulima wa pareto toka kijiji cha Ilembo, hii Ilembo ya Umalira. Changamoto ambazo tunazipata sisi kama wakulima wa pareto ni upande wa bei, ni kwamba sisi tunapata, tuna, bei tunauza bei ya asara, lakini kutokana na nini? Ni kutokana na sisi wenyewe tuna hatutunzi vizuri hii pareto. Mara nyingi tunavyoenda kuuza kwa mawakala wetu utakuta zile pareto, zile, zile, zile pareto kutunza pareto yetu vizuri. Vizuri kama ni kukausha au kuikausha vizuri, nafikiri serikali itatufikiria, sababu itaona tumeitunza pareto yetu vizuri. Tunajiferesha kwa sababu pareto yenyewe tunaituza vibaya sisi wenyewe wakulima.